Pipo, kazi imekuwa ngumu oh. Sasa, fandeli nitampata? Sasa fandeli wapi? No, na hyo spidi nitampata na wapi utafanya namabtarektakucaoni Eli amekuwa kimwaga damu, Eli amekuwa kimwaga damu. Sasa today na maisha lazima nifate hizi damu sasa. Afandli unatokea sasa, unatokea tena, unachificha

Alafu mvua pia inatunyeshea hapa. Mimi sio tasa imeanza kwa ngumu. Sasa Mtume naye ametokea, Mtume amesema tu ate a, arandele, mtu anatumia mwili wake. Who is using his body? Ndamu hapa. Check, tunafuata damu. Oh, ndio nyingine. Ndio nyingine, ndio nyingine, ndio sasa fande unaenda wapi? Suali, unamwaga damu hivyo, alafu sasa unaenda wapi? where you going? unaenda wapi? where you going? Guys, you can see, unaona zingine ndo hizo zimemwagika hapa. Huyu mtu anamwaga damu na sijui anaenda wapi. Na Mtume umesema ati kuna kuna spiriti mingia ndani ya mwili ya fandeeni wapi nitajua ni wapi. Ndo ingine alikuwa nashika matawi. Sasa ukichana unaenda wapi? Isafandeli sasa, sasa mtu namwaga damu namna hii sijali. Mungu atakulipa na lazima utalipwa. Because the work we have been doing is a great job. Hiyo yote nilikuwa nashikilia hapa sasa, nitajua alienda na wapi. Hata na nyingine hapa, nyingine hapa, ni mtu alikuwa na mfruta mnamna gani hini damu ya binadamu. Sasa hini damu ya fandeli fandeliumtu. <coughs> amepoteza damu nyingik, sijuu tafanya namna gani? Bouse, mvua ina nyesha

Uh -huh. Kuna manai kunipigia manai na sijui ni nani.

Is this OCPD? Yes, sasa OCPD my friend, um, yes. Unajua aje unaniona namna gani? Nilikuambia we nitakuweka ndani, niko na Ni Ni evidence yako evidence evidence leo. Hakuna hiyo bag, lazima nipeleke kwa Aipoa waone, kwa headquarters za Aipoa. Hao watu wote unaongelea hao ni watu wangu. Wewe leta bag, kama sivyo nitakumaliza. Hakuna kitu utanimaliza, utabaki ukiwa peke yako. Ah, sasa utaua mwenye uoni. Ulianza, unasikia? Nakusikia, nakusikia, najua ulianza, eh? Uh, na, na, na mimi na wapi Najua najua, ulianza na DCI na Uli. Yes, ni ukweli lakini nitakupata my friend, na this time round we sikuachili. I have your evidence, niko na kila kitu yako. Yes Uh, nothing like that, mimi silete, hakuna bag naleta. i am on a serious mission my friend, na hii mission ya kukupata kuona, na nanionea na wapi na nimekutrack, nimekutrack, popote unaenda ninakuona. Leta hiyo bag, nakufanya haraka. Hiyo bagi, hata mali uliweka haijafika kwenye station, uko nayo. Leta haraka raka, naufanye hivyo <laughs> hizo ni tisho baridi. kama unaniendi, chukue pali niliweka bag. Sawa, fanya hivi, nakusikia nifanye nini? dakika nimekupa my friend, uyatumia hayo, hayo dakika ile nimekupa, lasivyo <laughs> kana kwamba mama yako mahali ako sahi sokoni, anaenda kufa. hakuna kitu kama hiyo. My friend, mimi niko commission ya kutafuta Fandeli hiyo yote yenye unaniambia hizo ni vitisho. Umemwona? Umemwona? Umejua acha nimeonana na Fandeli. Umemwona Fandeli? Nimemwona. Yes, umemwona. Na niko sure ni wewe umemkidnap. I'm sure, I'm very very sure that ni wewe umemkidnap. Ushampata? Bado sijampata, lakini lazima nimpate na wewe nikupate nikuangamize. Sasa wacha nikwambie, sio we'll kesi ya E, <laughs> mimi my friend, wacha mdomo nyingi. I'll get you, I know I'll find you and I will kill you, na afandeli lazima pia nimpate. Ni sawa we <inaudible> endelea <inaudible> kuongea hivo, endelea kuongea hivo.